Yes, Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, nina kusalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. E, ni kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wetu wa Mungu katika Historia, na leo sasa tupo katika kitabu e, kile cha Hesabu, ambapo tulitoka kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi. E, nikakupitisha tu katika zile sehemu kuu ambazo nilitamani uzifahamu, lakini kwa sasa tunakwenda moja kwa moja e, katika kitabu kile cha Hesabu. Ni mimi MC wako Mfarisayo ungana nami katika kukusomea chuo hiki cha Gombo na katika utangulizi wetu wa leo katika kitabu kile cha Hesabu ni kwamba kitabu hiki kimepata jina lake kutokana na matukio mawili ya kuhesabiwa wana wa Israeli: la kwanza huko Sinai katika mwaka wa pili baada ya kutoka Misri, sura ya kwanza, na la pili huko Yordan mwaka wa 40 sura ya 26. na jina la kitabu hiki kwa Kiebrania ben midbar, ambalo maana yake ni huko jangwani, linaelekeza kueleza zaidi yale yaliyomo, na yale yaliyomo katika kitabu hiki kinaweza kugawanywa katika sehemu kuu tatu, nazo hizo sehemu eh, ni kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza Sehemu hii ya kwanza ya kitabu hiki ni sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya kumi e, mstari ule wa kumi. Inashughulikia na wana wa Israeli wakiwa wamepiga kambi huko mlima Sinai. Sehemu hii ya kwanza inazungumzia kuhusu wana wa Israeli ule mwaka mmoja walipokuwa wamepiga hema chini ya mlima Sinai. Na sehemu ya pili, maelezo ya safari ya wana wa Israeli tangu Sinai. Yaani tunaanzia katika ile sura ya kumi mstari wa kumi na moja mpaka sura ile ya ishirini na moja mstari ule wa 35. Kuelekea mashariki mwa bahari ya chumvi bahari mfu yani inamaanisha kutekwa kwa nchi zilizoko mashariki mwa ukingo wa Jordan, na sehemu ya pili inazungumzia juu ya safari ya wana wa Israel kutoka mlima Sinai mpaka kufika upande wa mashariki eh, mwa bahari ya chumvi, yani bahari mfu. Na sehemu ya tatu ni sehemu ya mwisho ya kitabu hii inayohusu maelezo yaliyopewa wana wa Israeli wakiwemo huko Shitimu mkabala na Yeriko katika maandalizi ya kuingia na kuiteka Kanani. Sehemu hii ya tatu ni inapatikana katika sura ya 22 kitabu hiki cha Hesabu e, kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka sura ya 39 e, mstari wa 13. Ni juu ya maandalizi ya kuingia na kuishinda Kanani, jinsi ya kuigawanya nchi. Sasa, wazo kuu katika kitabu hiki e, cha hesabu e, wazo kuu ni kitabu hiki kinaelezea juu ya utunzaji na uongozi e, wa Mungu, uvumilivu wake, uasi wa watu wa Mungu na matokeo yake. Jambo moja lililokuwa dhahiri ambalo limerudiwa mara kwa mara katika kitabu chote ni jinsi mkono wa Mungu ulivyokuwa pamoja na wana wa Israeli saa zote ili kuwadumi ili kuwahudumia na kuwapatia mahitaji yao kwa miujiza. Mungu aliwapatia mana, maji na kwale kwa miaka arobaini kule jangwani. Zaidi ya wanaume laki sita na elfu tatu na mia tano hamsini, e, wanaume tu, na ikumbukwe e, kipindi hicho walikuwa wanafanya hesabu ya wanaume peke yake e, wakiwaacha wanawake pamoja na watoto yani, ulikuwa ukishafika, kuna umri ambao ulikuwa umri wa e, kiyahudi ni kuanzia miaka 30 ambapo ndio ulikuwa unahesabika e, kama mwanaume. Sasa walikuwa e, watu hao wakihesabika, walikuwa wawezao kwenda vitani pamoja na wake zao na watoto sasa Walawi hawakuhesabiwa katika idadi hiyo kwani Mungu alikuwa amemwagiza Moses asiwahesabu katika kitabu kile cha Hesabu e, sura ile ya pili kuanzia mstari ule wa 32 mpaka e, 33. Sasa, wahusika wakuu, na mwandishi, mahali na tarehe kitabu hiki cha Hesabu kilipoandikwa ni kwamba wahusika wakuu ni kama ifuatavyo. Alikuwa ni Musa, Haruni, Miriam, Yoshua, Kalebu, Eliazari, Kora, Balamu na Balaki. Mahali ambapo kitabu hichi kiliandikwa ni katika jangwa la Sinai kwenye nyanda za Moabu karibu na Yeriko mashariki ya nchi ya Kanaani na mwandishi wa kitabu hiki ni alikuwa Musa. Kwa kuwa Hesabu ni mojawapo ya vile vitabu vitano vya kwanza vya Biblia, basi mwandishi wake moja kwa moja yes atakuwa ni Musa tu na hakuna kingine na tarehe ni muda mfupi tu kabla ya kuingia Kanaani. Kwa hiyo hii tarehe tutakwenda kuihesabu eh, tukisha eh, pata katika series inayofuata. Kwa hiyo tutajua tu namna ambavyo eh, hii tarehe ya hichi kitabu kilivyoandikwa. Ikumbukwe tu kwamba eh, tunafanya uchimbuzi wa maandiko kutoka katika maktaba yetu ya Chuo Cha kuhifadhia gombo kwa hiyo Usiwe na shaka na taarifa ambazo unazipokea hapo, na ndio maana tunakwenda mstari kwa mstari, sura kwa sura, na ninakutajia ili kwako wewe unayenifuatilia iwe vyepesi tu katika e, kunikariri na katika kunifuatilia Yes. Lakini pia kuendelea hapo moja kwa moja ni kupeleke katika e, mgawanyiko wa kitabu cha Hesabu, na mgawanyiko wake upo katika sehemu kuu nne tu, na mgawanyiko upo kama ifuatavyo. E, katika mgawanyiko wa kwanza ni maelezo ya kupiga hema na kuendelea na safari yaani, unaanza hesabu kuanzia sura ile ya kwanza mpaka e, sura ile ya kumi na ule mstari wa kumi Lakini pia mgawanyiko katika sehemu ya pili ni kutoka katika Sinai mpaka nchi tambalale ya wa Moabu, e, ni kutoka e, katika kitabu kile kita, cha hesabu chahesa kuanzia sura ile ya kumi mpaka sura ile ya ishirini na moja. Lakini pia unapata tena story nzuri ya Balaamu na Balaki namna ambavyo walikwenda kui kuilani Israeli. Eh, yeah, yaani hawa ukiwasoma ni kama vile haki na ukwa. <laughs> Ni story ambayo inafurahisha kwa kweli. Eh, sasa story ya Balaamu na Balaki na Israeli ni kitabu kile cha Hesabu ishirini na mbili sura eh, kuanzia mstari wa kwanza mpaka Hesabu sura ya 25 mstari wa 18. Lakini pia e, mgawanyiko wa mwisho ambao wa nne ni maelezo au maelekezo juu ya kuishindana na kuitwaa nchi ya Kanani kuanzia kitabu kile cha e, Hesabu 26 mstari wa kwanza mpaka Hesabu 36 mstari wa 13. Na ikumbukwe tu kitabu cha Hesabu kina sura 36. Yes, mpaka hapa mimi sina la ziada tena, e, ni kushukuru sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia e, matangazo haya na mafundisho haya ambayo tunakuletea. Ni mimi eh, hosti wako Mfarisayo. Mpaka hapa sina la ziada. Neno la Mungu, inasema asikiaye na afahamu. Shalom shalom, amani iwe juu yako. Asante sana.